Marafiki, karibuni ofisini kwetu, tutajipatia mambo mazuri, tutajipatia mageti, tutajipatia makapa parking shed. Kama unavyoona, hili ni geti na liko imara na ni la kudumu miaka kibao na kibao, naweza kumwachia hata mjukuu wako pia. Anyway, karibu ofisini. Kazi zetu sisi ni kwa wakati, hatuna longorongo na mafundi ni wamekizi viwango vya ufundi. Karibuni ofisini, ofisi zetu zipo Dar es Salaam, hatuna longolongo na hatuna mambo mengi. Karibuni wa karibu sana Watanzania, karibuni sana, nawakaribisha wote kwa ujumla. Namba za simu nataja hapo za 0780 69 74 28. Narudia namba 0780 69 74 28.